Sema E Bwana Yesu, wewe umekuwa mwaminifu sana kwenye maisha yangu haya. Ninaomba Yesu nisaidie kila gumu nililokuja nalo siku ya leo liweze kuisha siku hii ya leo Yesu nisaidie. Sema E Bwana Yesu, ninakabidhi mwezi huu wa kumi na mbili mbele zako Ninaumba Yesu unisaidie uniongoze, mabaya asinipate kwenye mwezi huu kwa jina la Yesu, na hata mwanzo wa mwezi mpya wa mwaka mpya Yesu nisaidie. Sema e Bwana Yesu zote, msima, nakataa kila roho zote zilizonitumikisha mwaka mzima, hazina nafasi tena kwa jina la Yesu. Kwa damu ya Yesu, kwa mamlaka za Yesu, sema Yesu ninaomba unisaidie. Na kitu gani nataka Mungu akufuishe nacho? Hebu <tipulis> tamka, sema Yesu nisaidie hichi, sema Yesu nibariki na hichi, sema Yesu niwezeshe na hichi, sema Yesu nitangulie na hichi, sema Yesu nitendee na hichi niko tayari hapa. Kuna roho za ushindani ambazo zitakuzuia usitamke inavyotakiwa, alafu uweze kubaki vile. Ikatae kabisa. Sema e bwana Yesu, sema e bwana Yesu nitendee maajabu, maisha yangu yabadilike, kila jambo langu libadilike kwanzia masa haya. Ninaomba Yesu nisikie, ninaomba Yesu niwezeshe kufungua moyo wako ndani, unapandishwa kutoka chini, unapelekwa levo nyingine ya baraka zako ya mafanikio yako ya hatua zako. Fungua tu moyo wako. Yesu, saidia huyu mama, saidia ya maisha yake, saidia ya watoto wake, saidia kazi zake, apate matokeo makubwa katika kila hatua anayoifanya kwenye maisha yake, asipungukiwe na chochote, inakusina kukuomba, Bwana Yesu Mwisho wa mwaka huu ikawe ni neema, ikawe ni baraka katika maisha yake, kwa jina lako Yesu, kwa damu yako Yesu, ninaomba umsaidie popote ulipokwama, Mungu wa mbinguni ya kuhili. Tatizo yanayokujiaga mwisho wa mwaka yasikupate, huu mwaka Yesu aweze kukusaidia uweze kupata kibali kingine cha kuingia mwaka unaoanza. Sema Yesu ya tena kwa sauti, sema Yesu, ninaomba kibari kipya cha kumaliza mwaka. Sema Yesu, ninaomba kibari kipya cha kuanza mwaka mpya kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa nguvu za Yesu, nisipungukiwe na chochote kwa jina la Yesu. Sema Yesu, nahitaji neema na baraka kutoka kwako Yesu nisaidie. Pokea Jesus, ndio mtesi wako akuache. Sema e Bwana Yesu, sema e Bwana Yesu, sema e Bwana Yesu. Ninaomba neema mpya kutoka kwako, ninaomba baraka mpya kutoka kwako, ninaomba ufungulivu mpya kutoka kwako. Kwa sema Yesu, nisibake nilivyo siku ya leo, ninaomba unisaidie. Pokea, pokea, pokea, Yesu akusaidie. Inua mikono yako. Sema leo leo, chochote kilichokwama hakitakwama tena. Nitaanza kupata matokeo kwenye maisha yangu kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Sema roho ya uchawi, nguvu za uchawi, mamlaka za ushirikina hazina nafasi juu yangu hazina nafasi kwenye maisha yangu, hazina nafasi kwenye kazi yangu, hazina nafasi kwenye kila jambo la hazina nafasi, hazina nafasi kwa damu ya Yesu. Aliye na geuza kila ubaya wa adui uniachie, na geuza kila matukio ya adui yaniachie, na geuza hata kila maagano ya adui. Inua mikono yako kwa mara ya kwanza, geuza geuza, ujaelewa. Kwa mara ya pili, geuza

Fire by fire kwa moto wa Yesha, kwa damu ya Yesha, kwa mamlaka za Yesha, ma ma na geu za ubaya, warudie maadui, wapate maadui, watoke kwenye maisha yangu, watoke kwenye maisha yangu, watoke kwenye maisha yangu, watoke kwenye baraka zangu, watoke kwenye amani yangu. Nataka utamke sasa, sema, toka chia Toka achia, toka achia, toka achia! Ujaelewa hayo madude ya kuachia, hayo maroho ya kuachia, kwa moto wa Yesu aliye ha, achia sasa! watoke watoke, watie watie watie huo ubaya wao waliokotomea. Haya, inua mikono yako, changanya mikono yako. Wao ubaya wote wa maadui shetani, watie leo, watie leo, watie leo, kila ubaya waliotuma kwenye maisha yako, waliotuma kwenye nyumba yako, watie leo, huo ubaya watie kwa jina la Yesu, kila ubaya

Unawapata wao, unawapata wao, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Sema maadui wa mwisho wa mwaka hawatanipata kwa jina la Yesu aliye hai. Sema maadui wa mwisho wa mwaka hawatanisogelea. Wachawi wote washirikina wote wa mwisho wa mwaka makafara na mauti, toka toka, toka, toka, toka, toka, toka, toka, toka, toka. Makafara achia Majini achia, mapepo pepo achia, nguvu za giza achia, roho za makaburini achia, ni achia, achia maisha yanko, achia kibali chanko, achia matokeo yanko. Moto kwa moto, jina la Yesu lenye nguvu lenye mamlaka, shuka sasa kwa huyu binti hapa. Achia kafara, toweka majini, toweka

na mikataba yoyote ya nguvu za giza, hiyo mikataba inabomoka, mikataba ya uchawi inavunjika, mafaraka mafarakano ya kipepo yananiachia Yanateketea, yanaharibika, toweka sasa, toweka sasa, toweka! Roho za giza, toweka sasa, toweka sasa! Sasa kwa moto wa Yesu, achilia amani yangu, achilia furaha yangu, achilia kizazi changu! Majoka, majoka, teketea sasa! Achia nifanikiwe! Sema, achia nifanikiwe, achia nifanikiwe, achia anifanikiwe haijatosha. Sauti yako sema: acha anifanikiwe acha anifanikiwe acha nione matokeo acha nione mwanga acha acha acha nione mwanga sasa.

Moto! Achia, achia mashetani, achia majini! Toka, toka wewe, toka wewe, toka wewe, toka, toka sasa! Moto, moto, moto moto wa Yesu, toka toka jira hata toka uchawe toka toka, toka. toka toka, kwa mara ya kwanza unatoka kwa, kwa mara ya pili unatoka wewe, chuma ulete noka wewe, mwisho wa mwaka, achia watu wa Mungu, twende twende haraka twende haraka twende haraka twende sasa, twende haraka wewe, mwachia huyu mama, achia achia achia achia achia achia achia, teketea teketea, teketea, teketea, teketea. Waka moto toka toka toka, ondoka ondoka ondoka ondoka. Nasema ni msako unatembea, ni msako una, una achiliwa, majini makata, majini maimuna, ondoka wachia wachia, leo waka

eneta wanakamata wanakamata wanakamata, tende araka twende araka tende araka achia achia, achia nyota, achia nyota, ungua ngome zinadondoshwa, miamba ya kweni inapomolewa, miamba ya kweni inateketea, inateketea, inateketea, inateketea, yanateketea, yanateketea. Achia, achia, achia nyoka, achia joka, achia joka. Tende, tende, tende haraka, haraka. Uchawi toka, uchawi toka, uchawi toka uchawi toka uchawi toka toka uchawi achiaka achia mwisho wa mwaka majini yote ya mwisho wa mwaka toka toka washe wa mila washe wa ukoo achia achia huyo binti achia achia, achia. achia achia nasema achia achia achia, achia, achia, achia, achia, achia, achia.

Wacai wote wamekamata, kuzimu inalipuriwa moto, kuzimu inawaka moto, kuzimu inawaka moto, waka moto kuzimu mo, waka moto, waka moto, waka moto, waka moto, waka moto, waka moto, waka moto, ufalme wa giza ina waka moto, inawaka moto, inawaka moto, waka moto, waka moto, ponda wewe, ponda sasa, ponda sasa

Hamtakula nyama yake! Hamtakula nyama yake! Hamtakula nyama yake! Hamtakula nyama yake! Tunaipiga ajali, hamtakula nyama yake! Ondoka, ondoka, ondoka, ondoka, ondoka, ondoka! Achia jirani, achia huyo mtoto, nguvu za giza, nguvu za uchawi, nguvu za kutumikishwa Toka, toka, toka, toka, toka! Atasoma vizuri, hamtatoa kafara, hamtampata. Toka, toka, toka, toka, toka, toka, toka, toka, toka Nasema toka! Nasema toka! Toka haraka, toka haraka, toka haraka, toka haraka, toka haraka, toka haraka, toka haraka! Tesa maisha no yake, umetesa ndoa yake, toka! Achia na mume wake, achia na kazi yake, achia, achia, achia, achia mume wake

Teketea, teketea, teketea, teketea nyoka mkubwa, nyoka wa kuzimu, nyoka wa kuzimu ah, toka. Inua mikono yako, sema e Bwana Yesu, maisha yangu yako huru, kila rosa maangamizi hazitasogea, hazitanipata kwenye maisha yangu kwa jina la Yesu. Sema leo niachie leo ni achia achia nyota achia nyota achia mafanikio kwa damu ya aliha, yesu aliye hai yesu nisaidie sema e bwana yesu ninakataa hali ya utumwa kila mwaka kwanzia sasa yesu nisaidie maisha yangu yanaenda kubadilishwa na wewe yesu nisaidie yesu nitendee maajabu Yesu nitendee miujiza, Yesu nitendee mambo makubwa siku ya leo, kwa jina lako Yesu, kwa damu yako Yesu. Kuanzia leo, kila baya la adui halitakuwa kwenye maisha yao. Kuanzia sasa, Yesu nifanyie wepesi, amen. Fungua mikono yako, Mungu anakubariki. Mungu anakutendea, Mungu anakusaidia. Sema, e Bwana Yesu, kila kilichokwama kwenye maisha yangu sasa hivi kifunguke, kiwe huru. Yesu umenisaidia, amen.